Uh, kwanza wanasema kimya kingi kina mshindo. Hicho uh, wanachokifanya Simba. Hii ni tempo ambayo inatakiwa iwe chini na isiwe juu kwa kuwafanya watu wawe na pressure na timu yao. Tumeiona Simba Sports ilivyotokea ilipoanza msimu mpaka hapa ilipofikia. Uh, sioni sababu yoyote ya kuofia mechi au kutokuiendea mechi kwa kwa, kwa ukubwa huo ambao wanauzania. Dabi hii ni, ni, ni, ni mechi ambayo itaenda kuprove kuwa Simba Sports ina kikosi bora kiasi gani, uh, kwenda kuimarisha zoni zote ambazo Fadlu anaamini kwamba zina mapungufu na kuielekea mechi, nafikiri ni sasa hivi ni wakati mzuri wa Fadlu kuandaa mbinu na mikakati ya kwenda kuimaliza Yanga na sio kupiga makelele ya aina yoyote. Uh, cha kwanza ni ku, ku, ku, kukubali kile ambacho kilichotokea nyuma na kuamini kwamba mazaifu yalikuwepo, lakini tunaweza kujifunza kutokana na tulipokosea kuelekea msimu unaokuja. Wadau wapenzi, wazamini, na hususan mimi nalia sana na hawa wawekezaji, tuwapate watu ambao wanaweza kuizamini Ken Godfrey Fountain na kadhalika ambao wakiwekeza nguvu zao kule, hata hawa wachezaji wazuri watapatikana katika na game kuwa nzuri bingu, na tukampata bingwa mpya na sio Simba wala Yanga. Champion, mambo ni aje, nyama oh, eh, yes. Yuko maindoni akiutafuta ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara takriban misimu mitatu akiwa ameupoteza. Yuko dimbani dhidi ya Ken Gold ambayo inaonekana eh, kuyumbayumba kwa sasa akiwa tayari ameshashuka daraja, lakini kuna hali ya sintofahamu ndani ya kikosi chao. Binafsi, kwa namna ambavyo umeitazama ligi kuu Tanzania bara umewatazama Simba umewatazama na Ken Gold pia, tutarajie mchezo wa aina gani siku ya leo? Yeah, of course ni mchezo wa pande moja Sports Simba anataka Simba, Simba, kuitawala game na kuitawanya kabisa. Mm -hmm. Kwa muono wa kawaida, Fadlu atakuwa na asila ya kupoteza fainali ya Confederation. Ufundi wa Fadlu utaendelea vile vile katikati ya kiwanja Ngoma na Kagoma kuimaliza Kenigodi. So naona ni Simba yenye gazabu ya kukaa muda mrefu bila kukosa mechi za ufanisi, lakini kwa Kenigodi ameingia pabaya, kwa sababu Simba Sports yupo katika mlengo wa kutafuta ubingwa na nini afanye, ni maana yake hii mechi ni ya muhimu zaidi ya umuhimu kwangu, naona ni zaidi ya goli tatu na kuendelea kwa Ken Gold, kwa sababu uh, kwa siku mbili tatu nyuma ukisikia story ya Ken Gold unasikia watu walikuwa wamekimbia mazoezini hawajafika, walikuwa wapo nje ya nchi, walikuwa wamekwenda. So naona kikosi kinaenda kujiunga unga, unga, ili kirudi kukabiliana na Simba kwa ambayo Simba imekaa kambini muda mrefu na ina mechi ya dabi mbele. Naona ni wakati sahihi wa Simba kwenda kuprove jinsi gani wataweza kwenda kuiendea mechi ya Dabi ya Kariakoo. Uh, labda turudi hapa, kumekuwa na sintofahamu nyingi sana kwenye eh, ligi kuu Tanzania Bara, hasa kuhusiana na dabi ambayo ilikuwa ipigwe Juni kumi na tano mara baada ya ile mapumziko ya mechi za kimataifa. Uh, sintofahamu iliotokea, labda hakuna namna kwa namna ambavyo tunatazama mashabiki wa Simba, hata hali ya viongozi inawezekana, hata ndani ya timu huko kuna namna kama kumepoa hivi hakuwezi labda kuathiri kwa namna moja ama nyingine maandalizi ya mchezo huu na mchezo wenyewe husika. Uh, kwanza wanasema kimya kingi kina mshindo. Ukimwona uh, kobe ameinama, basi anatunga sheria au ukimkuta juu ya mti utasema uh, amepandishwa. Ndio hicho wanachokifanya Simba. Hii ni tempo ambayo inatakiwa iwe chini na isiwe juu, kwa kuwafanya watu wawe na pressure na timu yao. Tumeiona Simba Sports ilivyotokea ilipoanza msimu mpaka hapa ilipofikia. Uh, sioni sababu yoyote ya kuhofia mechi au kuto kuiendea mechi kwa kwa kui, kwa ukubwa huo ambao wanauzania. Dabi hii ni, ni ni ni mechi ambayo itaenda kuprove kuwa Simba Sports ina kikosi bora kiasi gani. Uh, kwenda kuimarisha zoni zote ambazo Fadlu anaamini kwamba zina mapungufu na kuielekea mechi. Nafikiri ni sasa hivi ni wakati mzuri wa Fadlu kuandaa mbinu na mikakati ya kwenda kuimaliza Yanga na sio kupiga makelele ya aina yoyote. Tumalizie na hili. Mbea mtani wa Simba Sports Club kwa maana Young Africans yatakuwa na ya kibarua dhidi ya Tanzania Prisons. Simba atakuwa na kibarua Tabora pale Alhassan Mwinyi dhidi ya Ken Gold labda kuna matokeo tofauti na ushindi kwa timu hizi mbili siku ya leo, kwa unavyoona kuelekea mbio za ubingwa? Hapana, hapana, nahisi mechi itaenda kuamuliwa kwa, ya dabi ya Kariakoo kwa, uh, kwa leo kila mtu atakuwa anajipanga kiasi gani kwenda kuimaliza mechi na kuiendea dabi. Siwezi amini kwamba uta focus sana na dabi na ukashindwa kuisahau hii mechi muhimu, maana mechi ya leo zote mbili kwa Young Africans na Simba zote ni mechi zao za muhimu, tuseme kama ni nusu fainali kuiendea fainali. Sioni kupoteza kwa yoyote au kupata sari, naona ni ushindi katika vilabu vyote vikubwa viwili yes. zungumza na wapenzi wa mpira kuelekea mechi hizi za mwisho, labda ushauri, maoni, ukiwa kama mtaalamu wa soka. Cha kwanza ni ku, ku, ku, kukubali kile ambacho kilichotokea nyuma na kuamini kwamba mazaifu yalikuwepo, lakini tunaweza kujifunza kutokana na tulipokosea kuelekea msimu unaokuja Wadau, wapenzi wadhamini, na hususan, mimi nalia sana na hawa wawekezaji. Tuwapate watu ambao wanaweza kuidhamini Ken Gold Fountain na kadhalika, ambao wakiwekeza nguvu zao kule, hata hawa wachezaji wazuri watapatikana katika vilabu, na game kuwa nzuri, na tukampata bingwa mpya na sio Simba la Yanga. yes. shukrani sana asante.